Shalomu, wapendwa. Leo ni siku ya kipekee ambapo vijana wa Kiadventista wa Sabato kutoka kanisa la Njiro wameadhimisha siku ya vijana ulimwenguni kwa... kwa matendo ya huruma. Katika tukio hili, vijana waligawanyika katika vikundi vitatu kila kundi liliwakilisha upendo wa Kristo kwa wahitaji katika maeneo tofauti. Nikiwa na kikundi kilichotembelea kituo cha wahitaji cha Ngarenaro jijini Arusha, ninapenda kuwaletea taarifa ya namna tulivyoshiriki upendo wa Kristo na ndugu zetu. Tulipowashiri kituoni, tulipata fursa ya kuimba nyimbo za faraja <mimu> Tukaomba pamoja, tukasoma neno la Mungu, tukiwafariji tuliowakuta. Viongozi wa kituo walitupokea kwa upendo, wakitoa shukrani na kueleza baadhi ya mahitaji yao muhimu. Wengi tunatamani kwa mkiondoka hapa, alikuwa anaongea na kiongozi wenu, hata mniambie tena, isije mnarudi kwa sababu kundi ni kubwa. Nami najua hapa tumechokoza wale tulio wanyofu, wanoanyofoa wakiwaambia wenzao, kuna ambao wataturudia, najua hivyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tunaomba mwendelee kuwa na huu moyo asanteni. Nawashukuru kwa sababu umeanza huu moyo, e, bado ni vijana, tawarithisha na familia zenu na watoto wenu wale ambao mmepunguza kwa ajili yetu sisi na wahitaji. Katika mazungumzo yetu, mama mmoja alisimama na kutoa ushuhuda wa namna ujio wetu ulivyomgusa. Kwa sauti yenye hisia, alieleza jinsi alivyojiona kubarikiwa na kupewa tumaini jipya. ya kusema ila nashukuru wenu vijana. Vijana wanasema ni nguvu kubwa. Sisi mimi ni mzee, lakini pia nilikuwa kijana, walio kijana unaliotumia nguvu ulizokuwa nazo kwa ujana wako kwa faida na wala si hasara. Nisema nimefaidika sana na nashukuru kwa niaba ya mwenzangu hapa kuweza kutambua kwamba kuna mahitaji wahitaji mbalimbali tukiwepo na sisi tunaopokea huduma kwa niaba ya wanawake waliokuwepo. Ndugu Shania Moraisa alisimama na kutoa neno la shukurani na faraja, akisisitiza kuwa upendo wa Mungu hutufikia kupitia watu wake. Pamoja naye ndugu Ebeneza alisimama na kueleza shukrani zake kwa niaba ya vijana wote, akituhimiza kuendelea kuwa na moyo wa kusaidiana. Hatimaye, tunashukuru sana sana. Kiongozi wa msafara alitoa neno la hitimisho akisisitiza kuwa kazi ya Mungu ni upendo na mshikamano. Kabla ya kuondoka, tulipata fursa ya kupiga picha pamoja na ndugu tuliowafikia, ishara ya mshikamano na upendo wa Kikristo. Kumaliza huduma hii tulirejea kanisani tukiwa ni wenye mioyo ya furaha tukifurahia na kutafakari umuhimu wa kushiriki baraka zake kwa watu wengine. Kwa hakika huu ni wito wa Mungu kwa kila mmoja wetu kutenda huruma, kushiriki upendo na kusaidia wahitaji. Nikiripoti kutoka jijini Arusha, mimi ni Obadia Ekonia, mtangazaji wako, Abdi TV Media. Mungu hawabariki sana.